Tarehe 20 Mei 2025 Tanzania itaungana na mataifa mengine yote duniani kuadhimisha siku ya nyuki duniani. Hii ni siku ya nyuki duniani kote. Hivyo sisi Tanzania tutaungana na mataifa yote kuadhimisha siku ya nyuki duniani. Maadhimisho haya yatafanyika kwa kuzingatia azimio la baraza kuu la Umoja wa Mataifa yani United Nations ambalo kupitia kikao chake kimsingi kilichofanyika mwaka elfu mbili kumi na saba kilipitisha kuwa kila tarehe ishirini Mei ya kila mwaka iwe ni siku ya nyuki duniani. Ndugu wanahabari, niseme kwamba maadhimisho haya yana lengo la kutambua umuhimu na mchango wa nyuki katika maisha ya mwanadamu. Sote tunafahamu kwamba nyuki wana mchango mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu, tunapata asali, tunapata nta, tunapata mazao mbalimbali mbali kutokana na nyuki. Hivyo ni wajibu wetu kuwatunza, kuwaendeleza nyuki hawa. Sote tunatambua kuwa nyuki ni wadudu ambao wanafanya shughuli ya kuchavusha. Kwa hiyo nyuki na wadudu wengine wachavushaji wana mchango mkubwa sana katika usalama wa chakula pamoja na uhifadhi bayoanuai nchini. Kati ya wachavushaji hawa, tafiti zinaonyesha kuwa nyuki ndio wachavushaji mahiri kuliko wadudu wengine wote, mathalan Asilimia themanini ya mazao yote ya chakula kimsingi hutegemea kuchavushwa na mdudu nyuki. Kwa mfano alizeti, mahindi, mtama ambao nchini tunalima sana na mazao mengine. Hata hivyo, pamoja na umuhimu wake, bado mdudu nyuki yupo hatarini kutokana na shughuli za binadamu. Pahali pangine, kuna masuala ya moto nyuki lazima atakimbia, na shughuli nyingine. Kwa hiyo ndio maana tunasema mdudu huyu nyuki yupo hatarini kutokana na shughuli za kibinadamu. Hivyo kupitia maadhimisho haya tutakwenda kupeleka ujumbe kwa Watanzania na duniani kwa ujumla kuhusu umuhimu wa kumlinda pamoja na kutunza mazingira yake yeah. Ndugu wanahabari, maadhimisho ya mwaka huu yanabeba kauli mbiu isemayo nyuki kwa uhai na uchumi imara, tuwahifadhi. Nyuki kwa uhai na uchumi imara, tuwahifadhi. Vijana wengi wamekuwa wakichukua mikopo mbalimbali mbali, mikopo ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, asilimia kumi kila halmashauri, wameanzisha shughuli za ufugaji wa nyuki, wanapata kipato na ninawapongeza wote wale ambao wanafanya shughuli hizi za ufugaji wa nyuki. Hivi sasa lita moja ya asali ni takriban shilingi elfu kumi, bei iliyoko sokoni. Ukiwa na lita kumi tayari una laki moja. Kwa hiyo natoa rai kwa vijana, kwa kina mama, kwa Watanzania, tufuge nyuki. Nyuki ni uhai. Nyuki wana faida nyingi sana. Unaweza kuwa na shamba lako ukaweka mizinga ya nyuki, unaweza ukawa na eneo lako ukaweka mizinga ya nyuki. Kwa hiyo, lengo la Siku ya Nyuki Duniani ni kutambua mchango wa nyuki na wadudu wengine wachavushaji kwenye kuimarisha mifumo ekolojia pamoja na usalama wa chakula. Kauli mbiu hii isemayo nyuki kwa uhai na uchumi imara tuwahifadhi inaakisi maono na mwelekeo wa serikali yetu inayoongozwa na Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana katika Wizara ya Mali Asili na Utalii tuna kitengo maalum ambacho kinashughulika na masuala ya nyuki. Tuna vyuo maalum vya kufundisha wananchi masuala ya nyuki na mafunzo mbalimbali yanatolewa. Ndugu wanahabari, maadhimisho ya Siku ya Nyuki Duniani yatafanyika katika viwanja vya China Ngali Park hapa jijini Dodoma kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 20 Mei 2025. Mgeni rasmi wakati wa kilele anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuridhia kuwa mgeni rasmi, na niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu Hassan ambaye akitupa bajeti ya kutosha kwa ajili ya kuendeleza mdudu nyuki. Maadhimisho haya yatafanyika sambamba na shughuli mbali mbalimbali kwa siku nne mfululizo kwa ratiba ifuatayo. Tarehe 17 mwezi wa 5 2025, kimsingi maonyesho haya yataanza rasmi kwenye viwanja Chinangali yakienda sambamba na matamasha ya nyuki mtaa kwa mtaa, hivyo katika mitaa yetu tujiandae. Tarehe 18 mwezi wa 5 2025, maonyesho yataendelea na semina muhimu itakayohusu mnyororo wa thamani katika ufugaji wa nyuki utakaoongozwa na wataalamu wabobezi wa eneo hili kutoka wizarani na wadau wa nje. Tunao maprofesa waliosomea PhD masuala ya nyuki, madaktari wakufunzi, lecturers. Kwa hiyo, karibuni sana katika hii semina muhimu sana. Tarehe 19 mwezi wa tano maonyesho yataendelea na wadau watafanya ziara ya mafunzo kwenye viwanda vinavyojishughulisha na mazao yatokanayo na nyuki.